Iran imetekeleza mashambulizi makali ya makombora dhidi ya Israel ikilenga miji mikuu kama Haifa, tel Aviv na Batiam. Angalau watu kumi wamethibitishwa kuuawa, huku wengine wengi wakijeruhiwa. Hili linakuja baada ya Israel kushambulia maeneo ya miundombinu ya raia na nishati ndani ya Iran, yakiwemo vituo vya mafuta kama Shahran jijini Teheran. Katika jiji la Batiam, kusini mwa tel Aviv, kombora lililenga jengo la orofa nane na kusababisha uharibifu mkubwa. Polisi wa eneo hilo wameripoti watu saba bado hawajapatikana chini ya vifusi. Wakazi wameelezea hali ya hofu, vilio na giza lililotanda baada ya mlipuko huo mkubwa. Israel inasema mashambulizi yake yalilenga vituo vinavyohusiana na mradi wa nyuklia wa Iran. Kwa upande wa Iran, wamesema kuwa moto mkubwa ulizuka katika bohari ya mafuta ya Shahrani, lakini hali ya sasa iko chini ya udhibiti. Hata hivyo shirika la habari la wanafunzi wa Iran limekanisha uvumi kuwa kiwanda cha kusafisha mafuta ya Teheran kililengwa wakisema, moto ulikuwa kwenye tenki la mafuta liliko karibu tu. Chuo maarufu cha Weizmann Institute of Science huko Rehovot katikati ya Israel kimeripoti kuathirika kwa, kwa majengo kadhaa kufuatia mashambulizi ya makombora ya Iran. Hakuna majeruhi waliothibitishwa, lakini uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kielimu umeibua taharuki. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, akiwa mbele ya mabalozi mjini Teheran, ametangaza kuwa kama Israel itasitisha mashambulizi yake, basi Iran nayo itasitisha kujibu. Huu ndio ulikuwa mwonekano wake wa kwanza hadharani tangu mashambulizi kuanza siku ya Ijumaa. Araghchi pia ametaka Marekani kulaani wazi mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Katika uwanja wa siasa za kimataifa, Rais Donald Trump wa Marekani amesema kuwa Marekani haikuhusika katika mashambulizi dhidi ya Iran, lakini ameonya ikiwa Marekani itashambuliwa kwa namna yoyote, nguvu zote za kijeshi zitaangukia Iran. Katika mkutano wa G7 unaofanyika Canada, viongozi wameelezea hofu kuwa mzozo huu unaweza kuvuka mipaka. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kuongeza wanajeshi mashariki ya kati, huku baadhi ya mataifa kama Brazil na Afrika Kusini yakilani vikali hatua za Israel. Huku haya yakiendelea, kambi Kambi ya MAGA nchini Marekani imechukizwa na hatua ya Trump kuonekana kuwa upande wa Netanyahu, wakihofia vita vya mabadiliko ya utawala, regime change, vya Mashariki ya Kati. Mashambulizi haya ya Iran yameungwa mkono na kundi la Houthi nchini Yemen. Wamedai kushambulia maeneo ya kati ya Israeli kwa kutumia makombora ya hypersonic yanayojulikana kama Palestine 2 yakilenga maeneo nyeti ya Jaffa. Hili limejenga hofu kubwa kwamba mgogoro huu sasa unavutia majeshi ya muungano wa upinzani dhidi ya Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Johann Wadeful, akiwa ziarani Mashariki ya Kati, amesema Ujerumani iko tayari pamoja na Ufaransa na Uingereza kuanza mazungumzo ya haraka kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran ili kuzuia kuenea zaidi kwa vita. Jeshi la Israel kupitia kaunti yake ya lugha ya Kifarsi limetoa onyo kwa raia wote wa Iran kukaa mbali na maeneo ya viwanda vya silaha na taasisi zinazounga mkono shughuli hizo za kijeshi. Hii ni ishara kwa mashambulizi zaidi yanapangwa kufanyika na Israel. Picha za maangamizi zinaonyesha magari yaliyoharibika kabisa kwenye mitaa ya Batiam, jengo la orfa nane lililoporomoka baada ya kupigwa kombora na Iran, wataalamu wa uokoaji wakiendelea kuchimba vifusi na moto mkubwa ukionekana katika sehemu ya bandari ya Haifa. Kwa sasa vifo vinaongezeka nchini Israel, majengo yanaanguka na diplomasia inaonekana kushindwa kuvuka sauti ya makombora. Dunia inatazama kwa mshangao huku uwezekano wa vita vya eneo au hatua vya dunia ukiwa si ndoto tena, bado uhalisia unaonyemelea.